mradi huu ulitakiwa umalizike mwaka elfu mbili na kumi na nane leo umeshasimama sasa ni zaidi ya miaka zaidi ya miaka nane mwanzoni kulikuwepo na majadiliano yanaendelea ya kisera kati ya mkandarasi na serikali serikali ikatatua mkwamo uliokwepa kwa taarifa sahihi nilizonazo mkandarasi akatangazwa kwamba amefilisika kule kwao, wa kutoka wa kutoka Italia. Alijua amefilisika, hajataka kuachia mradi, hajataka wakandarasi wazawa waendelee na mradi